Mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, ulikumbwa na shambulio kubwa lililotekelezwa siku ya leo Ijumaa, Novemba 14 mwaka 2025, ambapo makombora na droni zilielekezwa kwenye miundombinu muhimu kama vituo vya nishati, reli na baadhi ya maeneo ya makazi. Mashambulizi hayo yaligonga karibu na kila wilaya ya jiji hilo na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi, wakati milipuko yakisikika katika maeneo tofauti. Kwa mujibu wa taarifa za idara za dharura, mtu mmoja alifariki dunia na zaidi ya watu kumi na tano walijeruhiwa, baadhi yao wakiwa katika hali mbaya na kuhitaji matibabu ya haraka. Uharibifu mkubwa uliripotiwa katika majengo ya makazi, ambapo madirisha na miundombinu ya nje ya majengo iliharibika kutokana na msukumo wa milipuko na mabaki ya makombora. Baadhi ya mitaa ilipoteza umeme, joto na maji kutokana na kuathirika kwa mifumo ya nishati, jambo lililolazimu vikosi vya dharura kufanya kazi usiku na mchana kurejesha huduma muhimu. Vikosi vya uokoaji pia vilihangaika kuzima moto uliosababishwa na milipuko, kuwaokoa watu waliokwama kwenye vifusi na kuhakikisha maeneo yaliyoharibika halete hatari zaidi kwa wakazi. Mashambulizi haya ya Urusi yamekuja katika kipindi ambacho Ukreni imekuwa ikishuhudia ongezeko la mashambulizi ya anga tangu uvamizi wa Urusi mwaka 2022 na sasa malengo yanaonekana kuwa zaidi kuelekezwa kwenye miundombinu ili kuyumbisha uwezo wa miji mikubwa kama Kyiv kuendelea na shughuli za kila siku. Viongozi wa Ukreni wamesisitiza kwamba kushambuliwa kwa nishati na reli kuna lengo kuvuruga mfumo mzima wa usafiri, maisha ya raia, na nguvu za kiuchumi za kitaifa, hasa wakati ambapo mahitaji ni ya nishati yanaongezeka. Athari za mashambulizi haya zimeongeza hofu kwa wakazi wa Kyiv ambao wamelazimika kuendelea kuishi ndani ya hali ya tahadhari na mara kwa mara huku kukiwa na wito wa kuongeza misaada ya kimataifa, vifaa vya ulinzi wa anga na misaada ya kibinadamu. Shughuli za tathmini ya uharibifu na ukarabati zinaendelea katika maeneo mbalimbali yaliyoathirika, wakati viongozi wa vikosi vya usalama wakichunguza kwa kina mwenendo wa mashambulizi ili kuimarisha hatua za ulinzi kwa siku zijazo.